ikiwa ni maandalizi kuelekea katika mchezo wao wa hatua ya robo fainali ya kombe la Afrika dhidi ya Al Masry kutokaan kama unaka a marolo sishu aaa kwamba haunekani aa maznai kna kwa vaui

Sasa watakuwa na muda wa kuweza kuuliza je, kavuka au la, lakini wao kauli ndio yao ni kwamba hii tunavuka. Hicho ndo anacho kisema wao, lakini kwa upande wa uwanja kumbo la Benjamin Mkapa namekulia tayari limekamilika, linaolianameshamlika kwa ajili ya mchezo huu maalumu kabisa wa hatua hiyo ya